Mtume mpaka Jibril anamuuliza unaona, unaona tuwafanye vipi hawa wanaokufanyia hivi? Mtume anamwambia waache, wasamehe, la'allahum watakuja baadaye wafanye nini, wawe ni katika watu wanaoiamini dini yao. Kwa hivyo inatuonyesha kwamba Mtume fi muqabil istihza, kwa sababu sote ni watu ambao kwamba tunakumbana na hizi ahwali za kusimama dhidi ya istihza tofauti tofauti, na watu kutokubaliana na unachokisema sema wewe au unachokiamini lakini unatakiwa kufanya nini? Ni kama vile alivyokuwa Mtume Muhammad anaambiwa waabud rabaka hatta yatiaka ya ya lyaqin, ambayo maana ya aya hii katika undani wake hasa ikituletea maana nzuri ya uwazi ni kwamba ala bidhikri llah tatmainnal qulub, kwa sababu katika istihza, katika ile hali ya wewe kufanyiwa istihza na watu kutofudharau mmoja katika ahwali zitakazokutoa ni kuweza kufanya nini kufanya nini? Kufanya dhikri ya Mwenyezi Mungu, tasbih ya Mwenyezi Mungu, ambao miongoni mwao ni sujud, imetajwa katika hizi ayat alizokuwa kipewa sujud, hapa ikija kwa maana ya ibada. Sehemu ya pili ya mazungumzo yangu, ambayo tutakuwa nakamilisha hotuba hii, tunazungumza na kuangalia madhulumia ambayo kwamba aliyapitia Mtume Muhammad. Riwaya inasema ma udhi ya nabiyun mithla maudhit hajapata kuudhiwa nabii kama nilivyoudhiwa mimi huyu ni mtume Muhammad kwamba maudhia nabii hakuna katika manabii wote waliotangulia baada yangu aliyeudhiwa zaidi nilipoudhiwa mimi hapa tunakuja kuangalia anazungumzia manabii wapi hasa kwa sababu katika manabii waliomtangulia bwana mtume wapo ambao kwamba wameishi wa zaidi ya miaka hata 1000 wapo wako manabii wameishi elfu na zaidi tukienda kwa mizani ya umri walioishi manabii hawa na umri alioishi bwana mtume, ni kweli hakutakuwa na nabii aliyeudhiwa zaidi yake, kwa sababu ikiwa hata kwa mwaka mmoja kwa nabii aliyeishi miaka 1500 kwa kila mwaka akawa anaudhiwa mara moja tu mpaka miaka 1500, atakuwa ameudhiwa mara kiasi gani? Ni mara nyingi sana, alafu ndio kwa mizani ya miaka 63 au ni 60 na kadhaa alioishi bwana mtume Muhammad <tukawa> <Amen>. <tukawa> ni vipi tutasema kwamba haijatokea mtume yoyote kuudhiwa zaidi ya mimi? Bwana Mtume anasema maudhi ya nabii mithli maudhi. Inakuwaje basi haijatokea kwamba ameudhiwa nabii zaidi ya alivyoudhiwa yeye? Jawab la swali hili ni kwamba hapa tunaangalia alfarq baina alkam wal kayf, baina ya quality na quantity ya kitu. Maudhi ni yale ya lakini kuna quality ya maudhi yanaweza fanyika, ikawa inazidi, inazidi, maudhi aliyofanyiwa mtu fulani kwa kwa muda mrefu. Yani, hatuangalii ni muda kiasi gani alifanyiwa ya maudhi yale, lakini ni kiwango gani cha uzito wa maudhi aliyofanyiwa yeye kwa mtu Kwebo. Kwa hivyo nasema kwamba arriwaya ar nadhiratun likayfiyati ladha riwaya inaangalia aina ya maudhi ambayo kwamba mtume alikuwa anayapitia na haiangalii ni kwa muda gani aliyapitia maudhi yake. Ndio maana akatumia neno mithl, maudhi mfano wa nilivyoudhiwa mimi, hakuna aliyeudhiwa kwa mfano wangu mimi. Mithl almithl hapa inaonyesha kwamba ni kaifia ya yale maudhi ambayo kwamba aliyapitia, lakini zaidi ya hapo au jawabu zaidi ya hilo tunasema bal hata fil mudda maudhi ya nabiyun mithl maudhi hata fil mudda. Hata kwa muda wa kwamba wao wameishi miaka elfu na na zaidi, bado vile vile tunaweza tukasema kwa muda wangu mchache nilioishi mimi filmudda, pia mimi nimeudhiwa zaidi yao. <laughs> tunasema ni kwa nini? Kwa sababu fil, fil mudda kwa sababu adhulma ambayo kwamba imetendewa kwa Mtume si katika zama zake tu peke yake, lakini unasema kwamba adhulma kana mumtadda, ilikuwa inafanya nini, inaendelea hata baada ya kuondoka kwake. Leo hii, juzi juzi, tumekuwa kwenye kuadhimisha kuadhimisha kuuliwa kuhu kwa mjukuu wake ambaye ilikuwa ni Aba Abdillahi, ni ashura iliyopita yale bado ni nini? Ni maudhi kwa bwana Mtume. Bibi Fatima alipokuwa anakatazwa baadhi ya haki zake zilikuwa anazistahiki, miongoni mwao ikiwa shamba la Fadak na kadhalika, yale yalikuwa ni maudhi ambayo yanampitia nani? yanamrudia nani? yanamrudia bwana Mtume. Na ndio maana katika kauli yake anasema, man aadhaki, fakat adhani, ewe Fatima, atakaye kuudhi wewe basi ameniudhi mimi. Kwa hivyo Mtume ametoweka, Fatima yuko leo hii Fatima anaudhiwa, kwa kupokonywa haki zake. Nani amba kwamba anaudhika bado an, lakini Mtume Muhammad hata kwa kalima ndogo au kwa ruli ndogo, aliyokuwa anaomba nileteeni japo kalamu na karatasi niwaandikie